Hello guys, leo nataka niwaonyeshe namna ya kutengeneza chapati laini, chapati zenye layers kama mnavyoziona, chapati zilizochambuka, zilizotubu. Kwa hiyo mahitaji yetu ni unga nusu, no kilo, nimetumia chumbi kijikoo kimoja sukari kijikoo kimoja maji ya vuguvugu na mafuta ambayo tayari nimepisha kwenye moto. Utaanza kwa kukanda unga wako, utaweka zote chumbi pamoja na sukari. Sio lazima kuweka sukari, ukitaka kuweka unaweka, lakini for me, I prefer sukari kidogo na chumvi yako utaweka kwa kadri ya unavyohitaji maji. Unatumia ya vuguvugu ambayo sio ya moto sana wala ya baridi sana. Kwa hiyo, utaweka utaanza kukanda unga wako then, na mafuta kwa ajili ya kulainisha nini chapati zako. Kwa hiyo utaweka maji yako. Kama maji hayatoshi unaweza kuongeza. Mimi hapo nimetumia kipimo cha kikombe kimoja, lakini hayakutosha bado, ikabidi niongeze kidogo, kwa sababu kikombe nilichotumia ni kidogo. Make sure unakanda unga wako, unakanda unakanda kwa ndani ya kama dakika kumi ili uweze kupata chapati laini. Siri ya kupata chapati laini ni katika kukanda unga. Ukiharibu hapo umeshaharibu kila kitu. Kwa hiyo katika kukanda unakanda hadi chapa, hadi unga wako ulainike. Hakikisha unaweka mafuta ya kutosha. Utajuaje kama unga umelainika au umekandika vizuri? Usio umeinata kwenye vidole wala kushika kwenye mikono hata kwenye kile kifaa unachokandia. Hakikisha unga ufanyeje, haushiki. Kwa hiyo hapo, kama mimi ninavyoniona naendelea kukanda, unakanda unakanda unakanda unakanda kwa sio chini ya dakika kumi siri ya kupata chapati laini. Kwa kama mnavyoona nimekanda, unga wangu umeanza kulainika. Umeanza kulainika sasa, umeanza ku, ku, kutokunata. Kutokunata, kutokunata kwenye vidole. Kwao unaendelea kukanda, unakanda unapaka mafuta, unakanda unakanda kama mnavyoona donge letu ndo lishatoka hivyo, ni laini yani, halijashikia kwenye mikono wala hata kwenye kifaa nilichokandia, yani nimetoka very perfect. Kwa hiyo baada ya hapo, unarudisha kwenye kifaa chako, unapaka mafuta. Sasa hapo kwenye kupaka mafuta, unaweza kutumia Prestige au kutumia Blueband au majarini kama unayo. lakini mimi nimetumia mafuta ya kawaida. Hata katika kukanda, unaweza kutumia Blueband au Prestige, lakini mimi sikuwa navyo, nimetumia mafuta ya kawaida. Then utafunika donge lako na nini na mfuko au kitambaa, hakikisha donge lako halipati hewa, ili liweze kupata ujoto. Lile joto ndio linaenda kulainisha nini donge lako. Utaliacha kwa 60 minutes au lisali moja, utaacha donge lako then after six minutes ndio utakuja kuendelea na procedure inayofuata. Kama mnavyoona tayari hapo saa dakika 60 tayari, yani it means niliacha ndani ya lisali moja tayari. Sasa tuangalie unga wetu sasa hivi una hali gani. Unga umelainika, yani ni umelainika, mpaka umelainika tena. Kwa sasa, utachukua unga wako, utakanda vizuri, kutoa ile hewa. After that, uta utaanza kukata madonge size unayotaka. Hapa size inatakiwa ilingane, ili kutengeneza shape nzuri ya chapati zisizo na zijana shape lakini sasa hapo kwenye shape mimi eh, sijui li kama yalilingana, lakini ndio hivyo wote, bado tunajifunza. Kwa hiyo ndio unaendelea kukata madonge yako, kata madonge size unayotaka, but I tried my level best kulinganisha japo yalikuwa hayakulingana sana, lakini kwa kiasi chake yalilingana kwao, unakatakata unakata, unazungushia the best way ya kuweka ma, madonge ni kuyafunika, ili upate chapati laini. Jamani, zisipigwe na na upepo zikakauka, unafunika. Lakini for me, ili mweze kuona, ndo maana niliacha hivyo, lakini ukiwa unatengeneza nyumbani make sure kwamba unafunika. Sasa hapo tutaanza kusukuma, na katika kusukuma ya madonge yetu hapa tusukume kwamba ndo tunaanza kutengeneza chapati, unasukuma kuikunja, kuteng, kutengeneza ile rea pamoja na kupaka mafuta kwa hiyo utasukuma, sio lazima iwe cycle kama cycle ah, una sukuma zako shape yoyote lakini hiyo shepu inayoeleweka unapaka mafuta vizuri, kama ninavyopaka hapo. Unaweza kupaka Blue Band pastige au margarine, then unapaka mafuta, alafu unapitisha mistari katikati, unakunja, unaipigapiga ili iweze kulainika. Then unapaka mafuta huko mwanzoni mwa mkunjo wako, alafu unakunja vizuri, kwao utaenda hivyo hivyo katika madonge yote yanayofuata. Unafanya kama hivyo, utapaka unga kidogo kwenye kifaa unachowekea hayo madonge ili yasiweze kushikia chini. Inasaidia pale utakapoanza ku kusukuma yasiyo yameshikana wala yasishikie chini. Kwa hiyo utafanya kama hivyo ho, utaendelea kusukuma, unapaka mafuta au blueband au margarine au prestige, kama unayo, unapaka yako, au kama unayo unapaka mafuta yako au kama unayo samli nini, unapaka unapitisha mistari unakunja, unaweka. Kwa hiyo tutafanya hivyo kwa madonge mm -hmm. yote Then after that madonge yetu yameshaisha tumeyakunja kama hivyo utayafunika, unaacha ndani ya nusu saa. Hapo video nilikata kidogo kwa sababu ya muda, yani ilikuwa it was very very long video yani ilikuwa ni ndefu sana kwa nikaikata. Kwa hapo tayari nishafunua, sasa naanza kusukuma, tunaanza process ya kufanyaje ya kukaanga chapati zetu. Unasukuma shape liwe duara jamani. Chapati nzuri ivutie, ili ivutie hata shape nalo linachangia eh? Sasa chapati iko shape wewe, oh, wow, ukose shape jamani, na chapati iko shape m mm. Hapana, chapati iwe na shape kazuri, unaisukuma zako vizuri hapa. Yaani chapati ni laini, ni zimekuwa laini hata kusukuma hayo ngumu. Tayari ushaandaa from pan yako jikoni imepata moto wa kutosha, unaweka chapati yako ambayo umepisha tayari kuisukuma sasa hapo kwenye kwenye moto, kwa sababu mimi nimekaangia gesi. Gesi ina tabia ya kunguza. Oh, make sure unaweka moto wa wastani, lakini hapa mi nimeweka moto mkali kwa sababu frampeni yangu ni nonstick, alafu ni mzito. Kwa hata moto mkali bado haiunguzi, lakini kama utatumia frampeni ambayo ni nyepesi, make sure unapunguza moto kama unapikia kwenye gesi. Hata kama ni mkaa, hakikisha unaweka mkaa ambao hautaunguza. Chapati iwe na rangi ya brown. Kwa hiyo utakaanga chapati yako upande mmoja ukiiva unajiuzia upande mwingine. Unaweka mafuta, mafuta kidogo jamani isiwe na mafuta mengi. Chapati ikiwa na mafuta mengi inakera, alafu inaweka kinai pale unapokula. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa chapati zinazo fuata, utasukuma vizuri, utakaanga kama hivyo hadi hakisha imekuwa rangi ya brown, then ndio unaihamishia kwenye kifaa chako ambacho ndio kitakuwa sasa kwa ajili ya kuhifadhi hizo chapati zako. Kama mnavyoona kisani changu hapo nishakiandaa, ninaweka chapati yangu, naenda chapati nyingine ya pili, kama nilivyofanya ya kwanza. Unasukuma, unasukuma, make sure inakuwa na shape nzuri. Hata kama wewe una shape, hakikisha kachapati kanakuwa na kashepu kazuri jamani, kwa unasukuma kama hivyo, na katika usukumaji hakikisha unasukuma chapati katikati haiwi laini sana, kwa sababu inapokuwa laini sana pale kwenye kukanga, kwenye kuchoma chapati, katikati ikiwa laini ina, inakauka, yani inakuwa kama kaukau, inapoteza ule ulaini wake. Lakini inapokuwa nzito, yani unasukuma, hakikisha hauisukumi mpaka ikawa kama karatasi ha, inakuwa tu nzito kawaida. Unaweka kwenye kikango chako, kwenye kuweka kwenye kango, sasa ndo una, unaipanua panua ili iweze kufix kwenye kikango chako, ikae vizuri kwa unahakikisha upande uliowekea chapati ume umepata umeiva. Utajuaje kama umeiva? Utaona kwa juu inaanza kunyanyuka, unageuza upande mwingine, unakaanga kama hivyo, unakaanga kama hivyo, unapaka mafuta mafuta kidogo, sio lazima mafuta mengi. Wapo unaweza ukatumia mafuta unayoprefer na ambayo yako available kwa wakati. Na ili ujue chapati yako kama imekuwa laini, jamani, uki, uki, kanga ukikunja inakunjika kiurahisi. Ikiwa ngumu ukikunja inakatika katikati but for me mimi na prefer sana kukanga chapati ikiwa nzima kwa sababu sipendi kukunja pale katikati, inakuwa kama na separation fulani kama imejitenga fulani hivi kimstyle ya nisipendi. Kwa hiyo ndio maana ninakaanga moja kwa moja, lakini ili hakisha kama chapati yako imekuwa laini, ukiikunja inakunjika vizuri wakati wa kuikaanga, wa kuichoma. Kwa hiyo ndio hivyo, utaendelea kuchoma chapati zako, naweka kwenye kifaa chako hapo video nilikata, ni naonyesha chapati za mwisho. Sasa hizo ndio nilikuwa na kanga, na katika kanga unaweza kukaanga chapati zaidi ya moja, inategemea na ujuzi wako. Unaweza kuweka chapati zaidi ya nini, zaidi ya moja. Kama mimi navyoona hivyo, nimeweka chapati mbili. Unahakisha kwamba upande mmoja ukiiva wa chapati iliyoko chini unageuza, unageuza hii iliyoko juu na iweka kwa chini, hadi pale utakapoona zote zimeiva. Kama moja itaiva kabla ya nyingine, unaitoa unabakiza ile ambayo haijaiva, unaendelea kuichoma mpaka pale itakapokuwa na imeiva ikawa na rangi ya brown. Kama mnavyoona chapati zetu zinaendelea kuiva vizuri, yani ni hazijaungua ni hazina rangi nyeusi nyeusi, ni zigo vizuri. Hata kashepu kake kanavutia, kanavutia kwa kiasi chake. Jamani, sio chapati inakuwa kama ramani ya Tanzania au ramani ya Afrika, ieleweki ni shapeless. Hmm. Utaendelea kuchoma chapati zako ahiyo, juu imeiva, imebaki moja na enyewe, utaendelea kuichoma mpaka, hakikisha imekuwa na rangi nzuri. Then baada ya hapo the final product ndio kama tunavyoona chapati zetu hizi hapo, zina rangi nzuri, hazijangua kashepu kanavutia, ni laini jamani, hata mtoto mdogo anakula yani hata mtoto anayejifunza kula anakula, haziumizi meno hazi, yani, mm, yani very perfect chapati nzuri. Thanks for watching, karibuni tena kwa ajili ya mapishi mengine.